Yes, wana mambo vipi, na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni mwendelezo kwenye kile ambacho tumekaanzisha mahojiano, na muda huu ni kitu cha tofauti kidogo mezoea, kwamba mara nyingi nakuletia mahojiano ya wasanii ambao wamekuwa wanafanya vizuri kwenye sanaa zao, lakini muda huu nipo na ndugu yangu hapa ambaye tayari nimeshafanya naye mahojiano ambao wameamua kutumia kipaji chao cha kuendesha baskeli kuwaonyesha Watanzania anafanya kama burudani na anafanya kama kazi. Kuna kitu ambacho kimetufanya tutembee zaidi ya kilomita mia mbili kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Morogoro kwa ajili ya kuja kuzungumza naye atuambie kile kitu ambacho kinamsibu kwenye maisha yake. Na mwisho kabisa, tunakuja kwako wewe mtanzania ambao unatazama video hii, msaada mkubwa tunaomba kutoka kwako. Mzee wangu inakuaje? poa vipi? kama naenda kama kawaida. Il, ilikuwa ni simu ya ghafla, nimezungumza na wewe kutoka jana usiku eh, umeniambia kwamba una shida ambayo ungetamani Eh, uzungumzi na Watanzania ili mradi waweze kukusaidia. Tuanzie hapa kwanza, jina lako kamili ni nani? Watu ambao wanakufahamu, wanakutazama kwa mara ya kwanza wafahamu kwamba wanamwangalia nani halafu ndo tuje kwenye kisa cha msingi ambacho kimenifanya mimi Nyundo TV kuja kuzungumza na wewe. Jitambulishe na watu wapate kufahamu, karibu. Kwa majina ya mtandao unaitwa Bike Master TZ ila kwa majina ambayo nafahamika na familia zangu naitwa Peter Nolas. Hmm. Ya, natokea mkoa wa Morogoro. Ya, ni mwana michezo wa baskeli ya, ila ndo hivyo nakuta changamoto zina zimejitokeza kupitia upande wangu wa kiafya kidogo ya. Tatizo kubwa ni nini? Mimi niliona video zako ambazo umeziposti mtandaoni kwamba una uvimbe kwa shavu, na huenda watu waliliona ili kwa muda mrefu, lakini hawafahamu tatizo hasa lilianzia wapi? Tatizo hasa kubwa ni kwamba nili, niling'oa jino alafu ukawa uka, uvimbe, uka haujatoka kwa muda mwafaka, alafu mimi nikawa nasubiria, nikajua uvimbe labda unaweza kutoka kwa muda ambaye ninotegemea mm. Nikakuta kwamba uvimbe umegoma kutoka, nikaenda hospitalini, madaktari pia wakaniambia uvimbe hauwezi kutoka, kwa hivyo hadi ufanyie operation yeah. Ulimwa jino ndo itoa jino alafu uvimbe ukabaki. Labda jino ulitoa lini? Kwa maana kwamba shida hiyo ya uvimbe mpaka sasa umedumu nayo kwa muda gani hasa Uvimbe nimedumu nao muda mrefu kidogo takribani kama miaka minne hadi sasa hivi. Ya niko na nilikuwa nachukulia kama kawaida lakini umekuwa kwangu unaletea madhara hadi sasa hivi. Ya kwa miaka minne hiyo, kwa maana yeah. kwa maana kwamba hii 2025 kwa maana tangu mwaka 2021. Ya tangu kipindi ambacho nadumu nao, ulikuwa unafanya jichada gani? Ulikuwa unakwenda mara kwa mara kliniki, kwa maana kwamba hospitali ama ulikuwa tunakaa nao muda mrefu. Nilikuwa naenda kliniki, nilikuwa nafuatilia Nikuwa nafanya vipimo lakini kawa kidogo changamoto ya riski ikawa ngumu kwasababu h nabia milioni moja, alafu mimi ukaa kipato changu kawa kidogo sanakupataafnypasantuma dawa tu za asiliasili maa za hospitalini. Nikajua kwamba nitapona, lakini kwamba bado changamoto inaendelea kuwa. Ulishauriwa na daktari? Ya, watu tu wananishauri, so hospitalini sijashauriwa na madaktari. Watu tu wanaambia tumia dawa hii unaweza kupona, kwajikuta unatumia dawa alafu muda ndio unazidi kwenda. lakini ulivyoenda hospitali na ukaambiwa kwamba natakiwa fanye operation, wao madaktari walikwambia kabla hujaja kufanya matibabu ya operation kwamba unaweza ukatumia dawa hii na hii, hujakwambia kitu hicho? wananiambia nikae ndani ya miaka kama nisikae ipite miaka mitano yani itaniletea kansa yani mm, ndani ya miaka minne mitatu abidi niwo nimirudi Mwimbili kwa ajili ya operation. Yanazungumzia swala la dawa, wao walipendekeza dawa zote atumie. Ah, mi hawajaniambia yani, walinipa tu dawa mm, za kutumia kwao kule, nirudi nazo kwa ni, ni, ni, ni, na, ajili ya, ya kuponesha kidonda kilichokuwa kwa ndani, kwa sababu kuna kidonda wamesema kipo kwa ndani mm. Kina, kinakula mfupa wa taya, kwa hiyo wakanipa dawa zile pale, ngawa natumia, nilivyotumia zikawa kidogo uvimbe uka, ukaendelea hey, ila haupungui yeah. Na athari ambayo imetokea mpaka sasa hivi, za wamekuambia nini ambacho kimeathirika umo ndani ya mdomo hapa? Sasa hivi wamenambia kwamba mfupa tu wa taya umejitengeza juu ya mfupa mwingine, kwa hiyo inakuwa waende wakachane, ila uchonge mfupa, ila isije kaleta kansa yeah, ndio hiyo maumivu ambayo unapitia yapo? Maumivu ambayo napitia yapo, kwa sababu kuna muda mwingine, kuna kwa mdomoni, kuna toa damu ya. Nikikaa kama miezi mitatu hivi, naweza ndani kukavimba, afu napasuka, kuna toa damu ya. Unafanyaje ukiwa unapitia maumivu hayo, unaenda una tena hospitali ama ndio vile ambavyo unavumilia tu, kwa sababu una uwezo wa kufanya operation? hmm. na na navumilia, kutokana nijipambanie, ni kutoka kwenye hali nipate hata riski kidogo, naweza kuwekaweka, ila niende nikafanye, kafanya hili swala sababu navoenda hospitalini zidi ndo nazidi kupaliza hela. Kwa hiyo nabidi nifanye mpango aende ngamalize liswara swala kwa pamoja. So naenda hospitalini, narudi, naenda narudi, takwa inanikosti sana. hospitali gani so, ambayo ulienda wakakwambia ni hiyo gharama? Nilienda Mwimbili, Mwimbili pale nilienda pale, ndo akanishauri hivyo alisema ni shilingi ngapi? Milioni moja pale. Yeah. Wewe binafsi unajishughulisha na nini? Kwa sababu wewe ndio watu wakatazama kwa vile ambavyo ulivyo kijana una, una, una mwili wako na wewe ni mtu ambaye unafanya michezo ya basketball, huenda milioni moja ikawa kitu cha kawaida tu. Wewe binafsi unahisi umeshindwa kuitafuta milioni moja kujipambania? Yani, kiukweli yani, kwamba sio kama nashindwa kuupata ila kutokana na muda wenyewe uliokuwepo ni mchache sana kutokana na afya yangu na mazingira yangu niokuwa nayo magumu sana, sababu najikuta nafanya kazi, nimejiajiri, ni kama gereji, nafanya kazi gereji, ila kama kijana tu tunambaye nafanya kazi ndoondogo, napata riziki za kula, sijapata hela ya kufanya hiyoayo kufanya kufanya ma, ma, matibabu, kwa sababu inawekwa hela nyingi ya kupata kwa pamoja, ila nikiweka mdogo mdogo naweza kupata kiasi cha pesa, lakini pia ndo nazidi kuasilika, sababu siku nazidi kwenda ugonjwa ndo nazidi kuongezeka tatizo, yeah. hilo hasa la kufikia hatua mpaka sasa hivi kwa kutafuta mbinu ya kwenda kufanya operation limetokea yeah. kwa muda gani? ikiwa athari imetokea kwa miaka minne nyuma yeah, hapa sasa hivi, maana sasa hivi nakuwa mwaka huu mwaka kama wanne hivi. Kwa hiyo maana yake wameniambia isifikishe miaka mitano kwa sababu nakuwa ndani ya seme miezi hadi mwezi wa nne wat, watano na bini tayari nishaenda nisha hospitalini, kwa hiyo hapo yeah. Watanzania unatamani wa kusaidia nini, ama dhamira ya wewe kuniita mimi Nyundo TV tufanye mahojiano tuwaonyeshe Watanzania kile ambacho napitia, dhamira yako hasa ni nini kutoka kwao? Dhamira yangu, naomba sana Watanzania yote wenyeweza kunisaidia kwenye kiasi chochote cha riziki ambacho alichojaliwa na Mwenyezi Mwenyezi Mungu, yeah, nikafanya jambo langu kwa wepesi na na mambo mengi, mimi nitashukuru, kwa sababu kutokana na hali yangu mimi, yale upande wa riziki imekuwa ngumu sana. Napambana sana nifanye, nifanye nitatue mwenyewe, lakini nakuwa nashindwa kwa sababu upande wa riziki wangu umekuwa mgumu sana. Kwa hiyo kwa kwa, naomba Tanzania kama mnanisikiliza, na wampini sana sapoti yenu, mimi mtanzania mwenzenu, na mpeni sana supporti, na nahitaji sana kutoka kwenye hali nilokuwa nayo, kwa sababu napitia wakati mgumu sana. Alikuta nafanya kazi sana lakini kwangu imekuwa mgumu sana kwa sababu nakuwa nawaza mbele yangu itakuaje kutokana na ugonjwa. Ya watu wenda kajiuliza wamesema nafanya kazi gereji. Ukisema unajifunza ufundi wangeamini kwamba hulipwi chochote. Lakini ukisema nafanya kazi gereji maana yake ni mtu ambaye unaingiza chochote. Kwa maana kwamba kile unachokiingiza ni kidogo hakitoshi kutimia milioni moja ama hulipwi ya maana yake nini? Hakitoshi kwa sababu pia na familia inanitegemea. Ya yeah, yeah. Hiyo wanani ambao wananitegemea. Ya, na wazee wazazi wangu ya, kuna dogo zangu pia sawa. so, kwa Mtanzania ambaye hana kikubwa ana kidogo, lakini ameguswa na huu msaada ambao wewe unauhitaji hey, anawezaje kukufikishia kile ambacho Mungu amemjalia? Chote huchokuwa nacho unaweza kunitumia kwenye namba yangu ya Tigo. Ming akipokea nitashukuru sana kwa mchango wako. Chote huchokuwanacho barikiwa. Unaweza kunitumia kwenye namba yangu ya Tigo, namba yangu ya Tigo Ambayo 0717 21 46 64, jina natoka ale ni Matei. Ngerudia. 0717 21 46 64. Jina ale ni Matei. Yeah. Nasema Matei, namba ndo hizo, jina ni ale ni Matei. Ale ni Matei. Ale ni Matei. Ukitumwa kwenye namba jina tofauti na hilo, bila shaka utakuwa pesa yako sio sahihi kule ambapo umepeleka. Nikukumbusha tu kwamba tupo kwenye mfungo wa mwezi mtukufu Ramadhani, kwa maana kwamba mwezi wa kuchuma. Kwa hiyo, ambaye unafunga, kitu cha msingi ni kuswali, amini kwamba ni kufunga sambamba na kuswali. Ukipata muda zaidi unaweza kusoma Qur'ani, lakini kutoa ndiyo kitu ambacho kimependekezwa zaidi. Saidia ukukiamini, kwamba ipo siku tunakwenda kuzikuta sadaka zetu. Kama kuna namna yoyote ambayo umeguswa na tatizo la ndugu yangu hapa, mengi amezungumza, pamoja kwamba anafanya kazi ya garage, anaendesha baskeli, lakini kwenye shida ya milioni moja ambayo alikuwa anahitaji kwa lengo la kwenda kufanya operation, kwa sasa imebakia laki tano mtu mmoja tu, kama ambaye anaweza kuwa na moyo, Mungu amemjalia, anaweza katoa hiyo laki tano. Lakini wewe ambaye unayo walau shilingi mia tatu kwenye simu, ungetamani kutuma, namba ndio hiyo. Mimi nikwambie tu kwa hiki ambacho tumekizungumza, usisahau kuweka comment yako kwa chini, lakini kubwa zaidi, hebu tumtakie pole, kwa sababu matatizo ni yeyote, anaweza kakutwa leo yeye, kesho mimi na kesho kutwa huenda kwa wewe. Mwisho kabisa usisahau kusubscribe YouTube channel ya Nyundo TV. Thanks for watching. Till next time.